O, shule ya upili ya Bungoma imetawala siku ya kwanza ya mashindano ya ukanda wa Kusini Magharibi, huku Kibabi ikicharaza Nalutiri mabao matatu kwa bila kwenye mechi yake ya pili ya makundi. Abili kutoka viwanjani na taarifa hiyo, Bungoma imeizima Kibabi kwenye mechi moja tu ya basketiboli ya wachezaji watatu kila upande na kulingana na mkufunzi na captain wa kikosi hicho kilichotamba kwenye kiwango cha eneo la magharibi mwaka jana, mwaka huu wako sawa zaidi kuandikisha matukio ya kufana. Nashukuru Mola kwa kutusaidia tukashinda. E, kwa mula iliyopita tulifika counties e, na tulijifunza kitu moja ya e, kwamba si kila siku tutakuwa tunashinda e, tunaweza kushindwa kwetu, ili tufunza kuwa tunaweza kung'ang'ana na tushinde, unaona, tukajifunza defense yetu ilikuwa chini. Saa vile tulirudi tuli tuka chini tukajika chini tukafafanua kwa tunafaa kujifunza na defense na kushuti hizo, saa imetusaidia sana. Uh, kwanza pia napenda kushukuru Mola kwa mchezo wa siku ya leo. Uh, mwaka jana tulifika kiwango cha regionals hatu kufanya vizuri sana na mwaka huu tunatarajia kufika kiwango cha East Africa. Uh, tume prepare vizuri na vijana wana moral ya kufika hapo. Kiwango hicho kiliashiria hatukufanya vizuri sana kwa sababu level yetu ya basketball iko juu, lakini hatukufanya vizuri kwa sababu hicho kiwango, tulitarajia tungefika juu kidogo kuliko hicho kiwango. Kwa hivyo mara hii tumejipanga, tunatarajia tupite county, tuende regionals na tufike nationals. Bungoma imetamba vilevile kwenye soka ya wavulana Save ya wavulana ikichemsha save ya magoli matano kwa sufuri siku moja tu baada ya kuilemea Kibabi goli moja kwa sufuri. Washikadau wa michezo kikosini humo wakiwa na matumaini ya kuandikisha matokeo bora zaidi kufuatia ukwasi wa wachezaji wake. Siri ya timu yetu ni kwamba tuko na talented players, pili tumetrain sana tangu last year, tatu tu, vijana wako hardened, kwa sababu tunacheza county league tumecheza na um, players wamekomaa. Sasa tukiona hawa Jamu High School, hatuoni kama watatutisha sana, kulingana na sisi tumetrain tangu last year. Tuko tunataka kwenda mbali DCA, East Africa. Vile wamesema tunaweza host East Africa DCA, so si tunataka tu tuanze East Africa kulingana na hizi game mbili zenye tumecheza, tumepata ushindi zote. Players, players wako sawa, tumetrain sawa Tuna, tunataka tu ushindi game zetu zote. Kikosi cha voliboli cha Bungoma vilevile hakikuachwa vile nyuma kikipepeta sevia seti tatu kwa sufuri kabla ya kuizima siritanye seti tatu kwa moja na kwao, makosa ya mwaka jana yamerekebishwa akiwa tayari kuvuma mwaka huu. Tumefurahia kwa gemu ambayo tumeweza kucheza leo, imekuwa gemu ya kufana. Wamejituma haswa wale ambao hawako wanaweza, wamejituma kiukweli, wamejitolea tumefurahia hiyo na game ambazo zimebakia tumeweka mikakati kabambe. Tumeamua, tutaongeza mazoezi kwa, kwa, kwa kuf, tutaongeza kupita zaidi. Ndipo sasa tuweze kufikia yale ambayo tunatakiwa. Kwa hii mwaka yenyewe tunataka kupeleka shule yetu ionekane, ikiwezekana hata East Africa, kwa sababu ukiangalia hapo nyuma volleyball Bungoma ilikuwa inapigwa volleyball vizuri sana, lakini ikakuja ikadidimia. So hii mwaka tunatangazia wale wengine kwamba wajue tupo na tumwangojea. Vijana wamechangamka mazoezi ambayo tumefanya uh, hatuna wasiwasi, we are sure vijana wanaenda ku lift trophy ya county. Nataka ujumbe huu umfikie mheshimiwa Dani Wanyama, uh, kwamba volleyball ambayo alicheza shuleni humu tumeiamsha. Na tunahitaji support ya kaunti nzima. Tunahitaji support ya kila mtu. Hawa vijana wako site wamefanya mazoezi mara hii, hawa vijana watasikika katika hata uh, uh, national uh, championship hata ambazo itafanywa pale Kakamega. Mkufunzi wa shule ya upili ya Samoya, Elikana Wafula na nahodha wa, wa kikosi hicho kilichovuma katika soka ya wasichana na Thomas Muhongo mkufunzi wa timu ya netibole ya Msikoma wanaamini mashindano ya mwaka huu yana ushindani mkubwa, wakiahidi kung'aa zaidi kwenye mechi zijazo. Mwaka wa kwanza tuliweza kutoka katika haya mashindano tukiwa katika kiwango cha sub county. Mwaka wa pili tukaingia katika kauntis. Mwaka huu lazima tupige regionals. Tumejituma na tumejiandaa vilivyo, watoto wamefanya mazoezi ya kutosha. Mechi ambayo tumekuwa nayo ni mechi ambayo imekuwa ya kasi kabisa, na mechi ambayo imekuwa na pressure mingi, manake ni timu ambayo ni mahasimu wa jadi, lakini najua kwamba wasichana wangu wamefanya kazi mzuri na wataendelea kufanya kazi mzuri. Bila shaka ushindi utakuwa upande wetu. Astia tulifika sub Tume recover some injuries, but round hii tunaenda mbali. Tumeamua tutafika national. Tumecheza first match na Baptist, tumewachapa four 1 2, na tunaomba kwamba next matches tunashinda. This year our aim ni kwenda regionals, then twende the nationals Tarajio wetu ni kufika regionals this year ju last year tulifika counties. Our team iko sawa ju tumekuwa tuki practice for a long time, since the month tumekuwa tuki practice. tunajua hatutaangusha shule because our admin inatuangalia <laughs> Shule ya upili ya Bungoma na Kibabi zinapogongana ni uhasama, lakini wakisoka na mashindano mbalimbali hapa. Katika basketiboli wametamba Bungoma, katika soka mechi ya kwanza walitamba Bungoma. Je, fainali itakuwaje? Siku ya kwanza tu ya mashindano ya shule za upili kutoka katika shule ya upili ya Bungoma, nikiripotia West TV Kurunzi viwanjani. Naitwa Billy Gabriel Palinyang, amukipenda striker Billy.